Mheshimiwa Rais, naomba nifikie mwisho kwa uh, heshima na taadhima kubwa uh, nikuombe muda utakapowadia basi uridhie kutoa tuzo. Mheshimiwa Rais, tuzo hizi ni ishara ya kutambua juhudi zao na ni chachu ya kuwahamasisha wengine kuendelea na kufanya kazi kwa bidii, weledi na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Katika hili walioongoza ni TPA ambao mwaka huu wamechangia kiasi cha shilingi bilioni 181.5 bilioni ikiwa ni ongezeko kutoka bilioni 153, na, na tunawapongezeni sasa kwa kuendesha miradi yenu kwa kutumia pesa yenu ya ndani bilioni 181.5 kutoka gawio la mwaka jana bilioni mia moja hamsini na tatu.